ya warigani Tanzania, hii ni Yegowasu TV, sauti ya jamii, na hii ni Yego Updates. Lakini pia nazidi kukumbusha tukuzidi kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter ni X, pamoja na TikTok ukokote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share, mwisho kabisa usisahau kusubscribe. Mimi ni Nado 5 wetu, nyuma ya kamera amesimama de Kawa John. Katika makundi matatu tujadili maswali haya kwamba tutajadili, kundi cha kwanza watajadili swali moja kwamba jadili maana ya maadili na vyombo vinavyohusika kulinda maadili, mtaka kwenye, kwenye, kwenye vikundi vyenu mtajadili hicho kitu alafu mtu mmoja au wawili watatoka ku, kuwakilisha kundi lenu, yaani kuhakikisha makundi yenyewe wote kwamba tumejadili nini kwenye kundi chetu, si ndio? lakini makundi mengine pia yana uwezo, kama hujaelewa kitu chochote kwenye kundi la kwanza ambapo kipindi wanakuwa wanawakilisha, unauliza swali ili wakujibu, au unaweza ukaongezea kwamba kuna kitu fulani kimepungua kwenye pointi zao, ukaongezea si ndio? Kikundi namba mbili na wenyewe watajadili vitu au visababishi vya kumomonyoka kwa maadili. Kwa nini maadili yanamomonyoka? kitu gani kinapelekea maadili kumomonyoka katika jamii zetu? Ndio hilo swali watakalo kuwa wanajadili kipindi wanawakilisha. Kikundi kingine au mtu yeyote anaruhusiwa kuchangia pia au kuuliza swali pale ambapo hajafanyaje, hajaelewa. Tumeelewana? Kikundi namba tatu watajadili umuhimu wa maadili mema katika jamii, kwamba jamii ikiwa na maadili mema kuna umuhimu gani? Kuna umuhimu gani wako na maadili mema? Na yenyewe itakuwa vile vile, kwamba kama kuna mtu atakuwa na swali anauliza, yule ambaye hajaelewa na nyesha mkono juu, anauliza au kama kuna pointi unaona inatakiwa kuchangiwa pale, unachangia. Tumeelewana vizuri. Sasa sasa hivi tukae kwenye vikundi vyetu, halafu tujadili neno utandawazi. Ni yani, tuseme ni sawa na intaneti ambayo imefanya dunia nzima inakuwa inaweza kuwasiliana, mfano inaweza kuwasiliana hapa na mtu labda aliko Ujerumani. Kwa hiyo utandawazi ni sawa na teknolojia iliyoko duniani. Maadili nini yanayotokana katika jamii? Mwingine, maadili ni mwenendo vizuri inayofanyika katika jamii. Mwingine, maadili ni tabia nzuri inayofanyika katika jamii. Mwingine, vyombo vinavyohitajika katika vyombo vinavyohitajika vinavyohusika. Mi naitwa Lilian Prosper, nasoma katika shule ya msingi Mkendo. Mada ya leo inahusu maadili na tunakwenda kubaini vitu mbalimbali vinavyohusu maadili. Moja, maadili yana faida kubwa katika jamii. Maadili husaidia kukua kwa nidhamu na pia kukua kwa heshima kutoka kwa kutoka kwa watu watoto, watoto kwenda kwa kubwa. Pia kuna hasara za kutokuwa na maadili, ikiwemo nidhamu zitashuka, watoto watakuwa wakiheshimu wakubwa, na pia vitu hivyo vitapelekea kuwa na mkanganyiko kati ya wa watu wazima na watoto. Kuna vitu vingi vinavyohusu maadili kuna heshima na pia kuna visababishi vya mmomonyoko wa maadili ikiwemo utandawazi na vitu mbalimbali vinavyochangia mmomonyoko wa maadili . Pia, maadili mema huweza kusaidia maadili kuendelea ku, kukua zaidi na kusaidia katika jamii husika, na hasa wanafunzi wenzangu, kuwa na maadili kwa sababu huweza kuwasaidia moja, taaluma yao itaendelea kupanda. Mbili, kutakuwa na nidhamu shuleni. Tatu, walimu walimu watakuwa wakiendelea kupata faida kutokana na maadili ya wanafunzi. Pia itapelekea shule kuwa na sifa nzuri na walimu kutakuwa wakipata changamoto kubwa kutokana na tabia za wanafunzi. Tabia za wanafunzi mbaya ni wizi vitu, vitu ambavyo ni hatarishi kwa mazingira na vitu ambavyo ni hatarishi kwa mwanafunzi kwanavyo na pia waweza kumsaidia mwanafunzi taaluma yake kuendelea kukua zaidi kwa majina naitwa Francisco Nyasaila natokea shule ya msingi Mkendo nasoma darasa la tano. Leo tunazungumzia kuhusu umuhimu wa maadili. Maadili yanakuza maendeleo katika jamii, inaondoa matabaka katika jamii. Pia usaidia kutokuwa na ubaguzi wa ulemavu, kama kuna watu ana ulemavu, kutokuwabagua. Inasaidia kwa kunafanya kazi, watu wanafanya kazi kwa ushirikiano. Inasaidia katika, kama mwanafunzi katika masomo yako unakuwa unapanda zaidi kitaaluma, unakuwa unaheshimu walimu, unakuwa unaheshimu hata wazazi nyumbani, ukikuwa kazi unafanya A mimi kwa majina naitwa mwalimu Nyaindi Zefania Wilson, ni mwalimu wa maadili shule ya msingi Mkendo. Kupitia hii programu ya maadili shuleni, klabu hii ya maadili shuleni tume tumeweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kubadili baadhi ya tabia za wanafunzi ambazo zilionekana kuwa sumbufu shuleni. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao wao uh, ili wabadilike au ili waende kusoma lazima tu wachapwe au vipi, lakini na adhabu, lakini kupitia hii klabu ya maadili wameanza kujifunza na kubadilika. Uh, tunatumia programu kwa mfano, kila Jumatano wanafunzi wanakaa mstarini, ile klabu ya maadili inakaa kuwaelimisha mambo mbalimbali, kwa mfano swala siu ya ukeketaji na mengine mengi ambayo yanakuwa yanatokea kwenye jamii ulawiti. Kwa hiyo wanafunzi wanakaa mstarini, wana, wana dakika zao kumi na tano za kuwaelimisha wanafunzi wenzao. Kupitia hii imewashawishi baadhi ya wanafunzi kujiunga katika klabu hii kwa kuvutiwa na namna wale wa klabu ya maadili, sababu tumewapa kipaumbele kwamba wewe kama wewe umejiunga kwenye klabu ya maadili, hautakiwi kuonekana kwenye, kwenye makosa ambayo ni ya mtu mmoja mmoja, labda ikitokea tu kosa la watu wengi, lakini wao inaonekana kwamba tumewapa nafasi hiyo kwamba wasiwe wanaonekana kwenye mambo kama haya hapo, na ndio kinachowafanya mpaka wanafunzi wengine ambao walionekana kuwa wakorofi kuvutiwa kujiunga kwenye klabu hii. Uh, baadhi ya walimu na wazazi wamekuwa mashuhuda. Kwa mfano la saba waliomaliza, kulikuwa na mwanafunzi ambaye alikuwa yani, yeye pendi kusoma kabisa, akija tu ni kujificha kwa kuhofia kuchapwa, kwa sababu kwamba yeye alikuwa ni anaonekana ni mkorofi zaidi. Lakini baada ya kumuunga kwenye klabu yetu, tukamweka tukamlea, akaendelea na tabia za wale wenye wa klabu wengine, ameweza kufanikiwa kumaliza darasa saba, na ndio anasubiri matokeo, na hadi saa hizi ni shuhuda mtaani, ukikutana naye akutana na wafunzi zake anapo shuhuda kwa hiyo kilabu kwetu sisi inatusaidia sana. Ile adhabu ya wanafunzi kuchapua fimbo sijui nini, saa hizi isha naona kama asilimia kubwa ni kama imeondoka. Tunakuwa tunawa tunawaelimisha na wanakuwa wanafunzi wema. Hii klabu imeanza kama miaka mitatu nyuma iliyopita, kupitia kwa dada mmoja anaitwa Madam Rose ambaye ndio mlezi wetu wa klabu yetu. Uh, alikuja akatupa mwongozo wa namna ya kuunda hizo kilabu tukaunda hizo klabu za wanafunzi ambao wengine tayari wamemaliza shule na waliweza kutunukiwa vyeti na kutoka makao makuu ya maadili. Mafanikio yaliyopatikana ni mengi. Ndio kama nilivyosema mwanzo kwamba kuna baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa hawataki shule, wanabadilika, wengine wana matatizo mbalimbali kwa mfano, mwanafunzi anaweza kufanyiwa kitendo kibaya nyumbani. Anakuja shule, anamuona mwalimu au anaona wanafunzi wenzao wenzao wanajadili, wananiletea mimi, afu mimi nalifikisha sehemu husika. Kwa hiyo imetusaidia sana sana. Yes, before wanafunzi walikuwaga wanafanya siri kwamba yani mwanafunzi anakuwa hana uhuru wa kumwajue amwambie nani. Lakini baada ya saa hizi kuunda hii klabu wamekuwa wawazi sana kwamba mtu hata akifanyiwa kitendo shuleni au na mwalimu bahati mbaya, labda anakuja kwa mkwangu, ananiambia mwalimu bana, mimi hiki na hiki kimenisibu nyumbani. Kwa mimi najua namna ya ya kumsaidia au wanafunzi wenyewe kwa wenyewe wanaweza kusaidiana. Kwa mfano ukiona mwanafunzi ambaye anakuwa na mienendo mibaya wanamwambia kwenye kilabu yetu ya maadili huwa tunajifunza kwamba mwanafunzi anatakiwa afuate sheria za shule, awaheshimu wazazi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa wao kumrekebisha hata mwanafunzi hata kabla tatizo halijanifikia, lakini mara nyingi huwa wananifikishia na najua namna ya kuwasaidia. Yes, malengo yetu bwana, ni kwamba tut-tunatarajia kwenda wide zaidi kwamba tusiishie tu shule ya msingi Mkendo, tuende na shule zingine tufanye na na kwa jamii pia. Mfano mwaka jana ra saba waliomaliza walitengeneza tulitengeneza project moja ya igizo kuhusu maadili. Waka wakawa wamepresent mbele ya wazazi pale. Kwa hiyo inakuwa kupitia hayo maigizo kupitia hizo graduation wanapokuwa wanaigiza vile kwenye jamii inakuwa ina sound kwamba okay, kumbe kuna kitu kama hiki shule ya msingi Mkendo. Kwa hiyo kupitia shule ya msingi Mkendo, wazazi wengine wanakuwa wanajifunza na wanaenda kufundisha jamii nyingine kwamba kama mwanao ana maadili mabaya, lakini kuna klabu ya maadili pale shule ya msingi Mkendo, unaweza kaenda waka wakamsaidia. Vizuri sisi kama kilabu ya maadili huwa tuna dili hasa kwa mfano mwanafunzi ambaye anakuwa anatumia simu lakini katika mambo ambayo hayafai, kuangalia labda video au picha ambazo hazifai. Kuna kuna sometimes anaweza kuona na wanafunzi zao wakaniletea, mwalimu, kuna mtu bwana anatumia simu nyumbani iko hivi na hivi. Kwa hiyo sisi tunamuita mwanafunzi tunamwita, tuna mzazi, tunawashauri namna matumizi sahihi ya simu kuna wazazi wengine ambao yani nani kea kwenye simu kwamba mtoto wake anamwachia simu hapo anakuwa amemuungia internet. Kwa mfano labda mtoto anaangalia masuala ya elimu, lakini baadaye mtoto mzazi akishaondoka, mtoto anaitumia ile simu kwa mambo mengine, labda kuangalia video, kwa mfano muziki, sijui namna ya kudance au na mambo mengine ambayo hayahusiani na elimu. Kwa hiyo tuna akishaletwa hivyo, tukikutana hiyo issue, tunamuita mzazi, tunamuita mwanafunzi, tunawaelimisha namna ya matumizi sahihi ya simu, kwamba mtoto anapokuwa anataka kutumia simu, basi at -at -at atumie chini ya uangalizi wa mzazi au mtu yeyote mkubwa ambaye mzazi anamwamini kwamba hataweza kufanya angalia maadili mabaya. Wito wangu na washauri au na wataka tu wadau walimu, wanafunzi na wazazi na jamii kwa ujumla, kwamba waiunge mkono klabu hii ya maadili shule ya msingi Mkeno, kwa sababu ni klabu ambayo tuseme bado ni ndogo, inajitafuta, ingawa inapitia magumu mengi lakini inafanya vizuri. So niwaombe tu, kama kutakuwa na support, kwa mfano kut create video kama hii hapa, ambayo inaenda viral kwa jamii nyingi, wanakupita kuangalia, inakuwa na gharama zake. Kwa sababu nilikuwa naomba kama kutakuwa na uwezekano wa kuwezeshwa, tuweze kuwezeshwa, sababu hapa inatumia michango ya mtu binafsi, na hii inatupelekea sometimes ku miss kwamba tunatakuwa tunatarajia kufanya kitu fulani kwa ajili ya kuifikia jamii, lakini sasa inashindikana kutokana na uaba kutoka au finyu wa budget ya shule. Na ya klabu yenyewe na ukizingatia klabu yenyewe ni wanafunzi ambao hawana kazi, kwamba watatoa hera au watafanyaje? Hapana. Kwa hiyo inakuwa inatuia gumu hivyo, kwamba ikiwezekana kupata mwanajamii yoyote au mdau yoyote wa elimu ambaye anawiwa kuisupport klabu hii, tunamkaribisha sana, na ndio mahitaji yetu kwamba tunakuwa tuna uhaba wa vitu kama hivi. Lakini kwa content kama hizi hapa ambazo zinaenda viral kwenye jamii sisi zinatusaidia. sisi tumeona kwamba inatusaidia kwa sababu kupitia hizi content tunaweza kuelimisha jamii nzima kwamba sio sio Msoma tu, sababu itaruka kwenye mtandao wa kijamii itaruka kupitia channel ya Yegowasu TV online, kwa hiyo itaweza kuwafikia watu wengi. Asante. Kama ikitokea mfadhili kwenye kwetu, sisi tuko shule ya msingi Mkendo ambayo inapatikana Msoma mjini na tuna email ya shule ambayo anaweza kutumia kuwasiliana sisi inaitwa Mkendo 1942 @gmail.com na pia kwa namba ya mkuu wa shule ni 07, 65, 67 62, 49 kwa namba yangu mimi mwalimu wa maadili shule ya msingi Mkendo ni sifuri saba themanini na tisa themanini na sita tisa nne tatu nne Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii e, Instagram, Facebook, Twitter na X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tia kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari motomoto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii hii ilikuwa ni Yegu Updates. Mimi ni Tornado Five, nyuma ya kamera amesimama Dakawa John.